Na serikali imekuwa ikifuatilia kwa makini kutafuta takwimu kujua tuna watu wangapi wenye utapia mlo, lakini ni wa wangapi ambao kwa kweli wana, wana changamoto za udumavu. Lengo ni nini? Ni kujipima kuweza kujua tuna taifa la watu wa namna gani na tuchukue mikakati mbalimbali, na mmesikia katika taarifa hii inayosomwa hapa, na natumia fursa hii kuwapongeza sana timu yote ambayo inashughulikia masuala ya lishe kwamba swala la utapiamlo tokea mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na mbili limepungua sana katika wilaya yetu. Haya ni mafanikio makubwa sana. Tunapoanza kujenga taifa lenye afya lenye watu wanaojitambua, tunaanza takia siku ya kwanza bimba inapoingia, na ndio maana tunazia siku elfu moja ambazo lishe lazima lizingatiwe tokea mtoto anapokuwa tumboni. Vipo vyakula ambavyo mama mjamzito anashauriwa kula, ale namna gani, kata utaratibu upi, lakini pia baada ya hapo pia, mpaka siku elfu moja zitimie, mtoto anatakiwa atunzwe namna gani na ale chakula kipi? Lengo ni nini? Ni kuondoa udumavu. Na hapa naomba sisitiza, upo udumavu tunaona kwa moja kwa moja wa ukuaji wa mtoto wenyewe, kwa maana ya mwili wake lakini upo udumavu tunaambao upo hatuoni moja kwa moja, udumavu wa akili. Na hiyo ndio changamoto kubwa sana. Ukiwa na mtoto kwenye udumavu wa akili, akifikia wakati unataka kuanza kumfundisha, hata utumie ujuzi na wa mda gani, uelewa wake mara nyingi unaokuwa ni wa chini. Mkakati wetu tuliojiwekea, baada ya kugundua shida kubwa tuliyonayo, ni uelewa kwenye jamii. Kwa hiyo tumejikita sana kwenye kutoa elimu sasa kwanza, maafisa lishe kwenye kata wanapita wanahamasisha kwenye jamii kupitia vikao vyovyote vinavyofanyika kwenye jamii, kwa maana ya kutoa elimu, wananchi wetu wajue nini wanapaswa kula. Lakini kwa levo ya kwa ngazi ya wilaya, kwa maana ya halmashauri, tuna vikao vya kamati ambako tunaalika wakuu wa idara wote, ili tuweze kila mtu kwa nafasi yake kwenye idara yake, kipengele kinachohusulisha lisha anatusaidiaje, kama afisa elimu anaweka mkakati gani kuhakikisha watoto mashuleni angalau wanapata mlo mmoja. Afisa kilimo anatusaidia kusimamia zile bustani za klabu lishe tunazozianzisha mashuleni kuhakikisha zinalimwa vizuri, mboga zinazopatikana watoto wanazitumia kule mashuleni. Lakini kama halmashauri, kwenye mashule yetu yote, tumewekeana mikakati kwamba, kuungana na nguvu za watu kuchangia chakula shuleni Tuendelee kulima mashamba kwa sababu shule nyingi kwenye ma, kwenye wilaya yetu zina maeneo ya kulima. Kwa hiyo walimu wakishirikiana na maafisa kilimo kwenye maeneo hayo waweze kuwa na mashamba ambayo tutalima kitaalam, tutavuna kwa kiasi kinacho kinachotosheleza. Hata kama eneo letu ni dogo, hatutafika mahali fulani kupata chakula cha wanafunzi wote kwa mwaka mzima, lakini mzazi kwa namna moja au nyingine atakuwa amepunguziwa ule mzigo wa kuleta chakula shuleni.